Nikiwaambia Afrika tumekaliwa na shetani kwa uso munakasirika, munasema champezi, unaongea vibaya. Haya, hii ni gani sasa? Huyu huyu ndo ule Mtanzania kama ulisikia alipigwa risasi kumi na sita akakuja kutolewa hapa Nairobi kwa sababu huko nyumbani alikuwa kwa hali hatari. Wachana ule 50 cent, alipigwa risasi tisa anasumbua watu hii dunia. Huyu unaona, amezingirwa na maninja huyu. si gaidi? Huyu ni official opposition leader wa Tanzania, anaitwa Tundu Antipas Lissu. Kwa wenye wajui Tanzania, tarehe 29 of this month, yani Oktoba hii, tarehe 29 Tanzania wanaingia kwa uchaguzi, na ndio nilikuambia kwa hiyo video ingine ilipita. Mama mwenyewe anaenda kusimama peke yake kupigania uchaguzi, sababu ameshaweka leaders gerezani. Now, Antipas Lissu alishikwa kwa sababu Juzi, alikuwa amesema no reforms, no election. Anataka mabadiliko ya kikatiba kuhusiana na uchaguzi yani, anataka electoral reforms. Kumbuka, Tundulisu alikuwa ametoroka Tanzania wakati wa Magufuli kwa sababu alikuwa anahofia maisha yake. Alafu sasa mama amemshika, amemfungulia mashtaka ya uhaini uhaini uhaini treason. Unajua, treason punishment yake ni kifo death. Ndio maana uliona juzi kina Boniface Mwangi kina matakarua walivuka kuenda kuangalia, eh, court court proceedings, yani vile kesi inaendelea. Alafu Boniface Mwangi akashikwa akafanyiwa unyama akainamishwa nini nini. <laughs> mi nakwambia hii Afrika hii, mi nakwambia kadamit alafu vile mama aliingia akasema aya, sasa wenye walitoroka kujeni, sasa tufanye kazi pamoja. Tundu akarudi na wengine na wengine. Na vile Tundulisu alitangaza tu anataka kuwania urais, yani anataka kugombea, mambo ikabadilika, kwa sababu chama yake Chadema ilikuwa na mgombea mwingine tofauti, alafu akaenda wakafanya election ndani kwa ndani kwa chama, alafu Tundulisu akachaguliwa. Sasa apparently Tundulisu is so powerful, ako na watu na mama akaogopa, kwa sababu inasemekana, unajua, nduru za kuaminika sisi kama chief wa mbea <laughs> cha mpezo wenyewe, nduru za kuaminika kwa ground huko Tanzania, inasemekana watu wengi hawataki mama. Lakini sasa, mtu mwenye alikuwa na nguvu ya kutoa mama ni huyu Tundu Lissu. Mama akaona ah, siwe tabu, wacha niweke huyu ndani. So inasemekana baada ya uchaguzi, baada ya uchaguzi, mama atasema Tundu tumeona hana hatia, na hata kama ako na hatia, ni kijana wetu wa hapa Tanzania, naomba nitoe presidential pardon, tumwachilie. Unaona sasa, alafu mama atawin tena hati ya watu. Hey, mama mzuri, amewachilia Tundu. Hey, upuzi! Upuzi! hii Afrika tumerogwa, tumerogwa. Mi nakwambia na nitazidi kusema God damn it.